Ni ziara ya viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini katika eneo la mwananchi ambako ndiko ujenzi wa ofisi za jimbo la Nyanza Kusini unaendelea. Na hapa Mchungaji Erasto Zumbi ambaye ni mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini anabainisha na kushukuru washiriki vile ambavyo wamekuwa wakijitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu ili kufanikisha ujenzi huo. Ah, tunamshukuru Mungu eh, leo tumetembelea mradi wetu wa ujenzi wa ofisi za South Nyanza Conference e, viongozi pamoja na sehemu ya timu ya kamati ya ujenzi e, tumetiwa moyo sana e, kuona kazi nzuri ambayo imeendelea e, tangu mwaka huu uanze. Kazi ya formwork inaendelea kufanyika, alafu baada ya muda e, itakuja kazi ya kuweka zile nondo ili baada ya hapo kumimina e, zege katika e, sehemu yetu ya slabu. Ninawashukuru sana e, washiriki wote wa South Nyanza Conference na ninawashukuru sana wajumbe wa kamati ya ujenzi e, chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Hezlon e, pamoja na makamu mwenyekiti ndugu Chambili na wajumbe wote kumi na tisa na nimetiwa moyo sana na makanisa jinsi ambavyo yamechangia mradi huu. Mchungaji Haldi Sadiki Jumaani katibu mkuu wa Jimbo la Nyanza Kusini hapa anabainisha yale ambayo ameaona na kutoa msisitizo kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa, wa Sabato kuhusiana na ujenzi huo. na kushukuru sana mwenyekiti kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uh, binafsi ninayo furaha sana ee, katika viwanja hivyo mwananchi, kwa kweli Bwana anajitukuza. Muda si mrefu, tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na moja tulikuwa pale chini hmm, lakini leo hapa huwezi kukaa tena, maana mambo ni mazuri na hapa sasa e, tuko juu kabisa kwa hiyo tunatoa wito kuweka nguvu pamoja kulipenda kanisa kulisemea kanisa vizuri, na tunapofika kwenye miradi ya namna hii tuungane pamoja na tumsifu Bwana. Je, nipi kauli ya mhazini mkuu wa jimbo la Nyanza Kusini? Hapa Elda Mwita Machage anabainisha kwa kadri utakavyobarikiwa wajisikie kuwa na nafasi katika kuchangia mradi huu, kwa sababu magoli yalishafika kwetu kupitia wachungaji wetu wa mitaa na kwa kadri utakapopata muda jitahidi kuombea mradi huu hasa katika siku hizi kumi za maombi. Lakini tunawakaribisha nyote muweze kutembelea mradi na kujionea kazi kubwa inayoendelea hapa ikisimamiwa na wasimamizi wetu wazuri pamoja na mafundi, karibuni sana. Lakini pia hapa makamu mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa ofisi hizi anabainisha yale ambayo yanafanyika na vile ambavyo wanaendelea kusonga mbele na ujenzi huo. Uh, mradi wetu tunaendelea nao vizuri Naitwa Alfa Chambiri, ni mshiriki wa Buzuruga, lakini ni makamu mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa conference ofisi za conference. Sasa hivi tuna kama mwezi mmoja na kama siku sita saba kuanzia tuanze huu mradi na, sasa hivi na tuna tuko kwenye kazi ya formwork kwa ajili ya first floor na tunategemea ndani ya siku saba tutakuwa asilimia 90 ya formwork, lakini vile vile tutakuwa tumeanza kazi ya chuma, na tunategemea ndani ya siku 30 kuanzia leo tutakuwa tunamwaga slab. Kwa hiyo tunashukuru sana viongozi wetu wanatupa ushirikiano. Hivi ndivyo ujenzi wa ofisi za makao makuu ya jimbo la Nyanza Kusini unaendelea kwa kasi ambapo sasa hatua nyingine imefuata na nyingine itafuata, ili lengo tu kufikia Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na sita ofisi hizi ziwe zimekamilika. Kutoka hapa katika eneo la Mwananchi jini Mwanza, mimi ni Huseni Karya.